duniani hivi lishinaamiamuna sanaobarazao kurudisha maana kuna kufa kwa mateso na kiu, na teseka. Ibrahimu alimjibu utabiri kwamba wewe uliishi duniani, ulipata vya duniani, ulipata malipo yako duniani, ulimalizana mambo ya duniani. Huyu mtu bwana alikosa mengi ya duniani. Alichagua maisha ya huku, ndo haya na wayo, na sasa kwake Bipurina asema Ibrahimu nani yu tajiri, akaomba akaomba maombi mingine, ilabidi abadilishe mada. Alikuwa ni mtu mina mpenda binafsi, ni kauli yake yu isema, Laiti tungekuwa tunapewa nafasi mara pili baada ya kufa, yule mtu angemtumikia Mungu kwa wema kabisa, na mimi na angekuwa na ushuhuda mkubwa, lakini kwa sababu kufa ni mara moja, na hukumu baada ya kufa ni hukumu, hamna matengenezo tena. Ndio ikawa basi kwake, akawa hana nafasi nyingine, kwa sababu nafasi pekee ambayo anayo ni ile ambayo alitumia vibaya akiwa duniani. Amen, alitumia vibaya akiwa duniani. Yale mazingira yalimfanya abadilishe namna sentensi ya kusema. Akasema Bwana naomba sasa utume na za, mtume mtu toka huko kiwezekana talazala huyo. Aende akawaambia ndugu zangu kwamba wasikubali kuishi maisha kama ndiyo ishi mimi ya makufuru na madhiaka na mengine mabovu yasiyompendeza Mungu. Yaani yeye alijua wenzake wa ndugu zake aliyowaacha walijua wa, kabisa maisha aliyo nayo na aliwaachia kilezo yeye kwa tajiri. Akajua bila shaka wote wafuasi wangu watafuata njia za kwangu wataishi kama mimi akasema mtu wa mtu mtu kuwezekana Lazaro aende kawaambia wa ndugu kwamba wabadilishe maisha walioishi, waishi maisha kwa sikiza, watu waishi kama watumishi wa Mungu kweli. Mimi niko nateseka kama sijaendea njia hii. Biblia tuambie hivi, yule tajiri akasema hapana, kule kuna watu wanahubiri wanafundisha, wako walimu kule, wako wachungaji, watumishi wa Mungu wako wanahubiri, kama uliosikia kama ulivyoacha wale ni watumishi wetu, tumewaacha tumewapa kazi. Yule bwana yule bwana tajiri akasema, sikiliza hapa, hii mada ndio isema ina maana kubwa, ina maana kubwa. Ungenijua ninachojieleza kwako kingekuwa kwa, kitu, kitu, kwa, kitu, kitu, kitu, kitu, kitu gani kingekuwa yani, na maana gani? Ungenikubalia tu yaani malaika aende tu akaseme nao akaubiri njini, yaani ungejua wazo langu wewe, Mungu wewe Brahimu, ungejua wazo langu pola, ungetuma watu toka kwa wafu. Geea maana, mimi wenyewe niliwapuuza pale duniani, wanawapuuza wanaona kama ata kawaida, awaliwapuuza niliwapuuza, na wote niliowacha duniani, hakuna naye waamini kando watumishi wako waliwapenda na kuwapuuza na wengi wataifuata njia hii. Lakini akitoka mtu toka kwa wafu akapanda pale juu, akaweleza kinachoendelea huko juu na kila chochionea, watu wangebadilisha mawazo yao, wangebadilisha mtazamo wao, wangeanza kusimama na Mungu vizuri, wangeanza kutafuta wokovu, wangeelekea kanisani, kwa sababu tayari yuko mtu aliyeshuhudia tokatoka wafu, anawapa historia ili alikot kutoka Bwana akasema kufanya mawazo yako yote, uwezi ukabadilisha mpango kazi wa Mungu wasipowasikia au watakukuta Mungu a ninamaanisha nini? Nataka kama iko na Mungu yaani, Mungu anakuashiria jambo hizi zako, Mungu hata ruhusu pengine, sauti yake kama tutegesikio aunge kwenye spika juu, anaashiria magizo

Yoshua moja anasema hivi, anasema hivi, semaivi, sitokupungukia wewe wala sitokuacha. Piga moyo konde tu, uwe hodari ukasimama kiwima, yaani uwe jasiri wewe. Mimi nitasema na wewe kama nilikuwa na Musa, ndivyo nitakavyo kwenda na wewe. Lakini amesema hivi, anaeleza eleda barisisna kuona mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Manake nina hapa na mtu tafsiria kusimama mbele yako, watu wafiki, pengine kusimama tu wanakupigana, wa haina maana ya kupigana. Maana kuna mtu akasimama kwenye uchumi wako hapa, tuna mtu wa kuzuia bana, kwa sababu ni mtu. Mimi nikiwa hapa, siwezi nikapita hapa moja moja ili nifike nikapata kitu hapo, na lazima nipite huku ndio nichukue kitu ambacho kiko hapa, vinginevyo nisukume mbele

watu atakayeweza kusimama mbele yako, maana nimekupa mamlaka ya kuwasukuma. Wateule, maombi tunakwenda kuyaomba sehemu hii ya kuwasukuma kila maadui waliosimama mbele yako, kila pango la Shetani, tukausukume. Maombi hatuna ubao tu, nguvu, vita vyetu si vya damu na nyama, vina vibali vili, vina uwezo wa ulimwengu, yaani vya ulimwengu huu

Yeshua moja mstari wa tano neno Bwana linasema hapatakuwa mtu yeyote, hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako, atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Anasema, anasema ni Mungu huyo. Baada ya kugeuka, anasema wazi, hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako tena. Anasema si leo tu, siku zote za maisha yako. Natamani kuanulia sasa, kuwe mtu wa Yesu, adui ya

Afya afya, nami nitakuponya ni nami nitakuponya jeraha lako asema Bwana, asema Bwana wa majeshi, kwa sababu um, wamekuita Wasata.

ya tuombe tu neno la Mungu sasa. Nataka tuombe kwa kusoma kwa kumbukumbu la Torati kuna 5 ya 5 na msalaba kuna 5, sio 7 msalaba kuna 5 amina. Kumbukumbu la Torati 7, msalaba kuna 5 anasema amina. Neno la Bwana linasema <mulia> na Bwana atakondolea, na Bwana atakondolea ugonjwa wote <mulia> na Bwana atakondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi, wala hatatia juu yako maradhi yoyo kutosha hivi ndivyo bwanafeni atakondolea. Ndo kanu ya Mungu, yani Mungu ajaweka yani, bibili imeandikwa hivi. Mungu, hii neno ya Mungu, Bwana akisema ametenda. Nilisema bibilia yote ni ya kwako, haijalishi kwenye mazingira yapi, bibilia ni ya kwako. Ukiitupa ina nyamaza, ukiinuka nayo utakusaidia.

Bwana Mungu salemzuria tumeokoka, tuna Mungu, tumekubalia kitema chafu ya dunia hatukuwa na maana kazi yako ili kutega nako. Leo Bwana afanye jambo hapa, ile jina si kitu, Bwana athibitike hapa, asimame upande wako, na kama Bwana aishi hivyo ho asikie. Kwa baba Yakobo anasema, kuomba kwa mwenye imani kwafaa sana, akiomba kwa juhudi. Omba ku peke ya Mungu. Bwana Mungu haleluya. Bwana Mungu haleluya. Amen. Bwana haleluya. Hebu taita na nafasi yako. Tafuta nafasi nzuri. Tukatusi Mungu afanye. Nimesema asubuhi. Bado kuna shimaza kutudumisha hapa. Tunai baraka baraka tunamdumia mwenyewe. Yaani kila mtu asimame kwenye nafasi yake, omba. Ndio je mtawaoneke.